Mkutano wa nusu mwaka wa kutathmini utekelezaji wa program jumuishi ya kitaifa ya PJT-MMMAM kwa maana ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto unafanyika hapa jijini Mwanza katika hoteli ya Aden Palace, ambapo wadau mbalimbali wamekutana kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali yanayotekeleza program Uh, ya MAM kwa kushirikiana pamoja na mradi wa mtoto kwanza, lakini pia wako viongozi mbalimbali mbali wa serikali katika eneo la afya, lishe na maeneo mengine, lakini pia wizara mbalimbali mbali ziko hapa, wizara ya elimu, wizara ya TAMISEMI pamoja na uh, wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Mkutano huu wa nusu mwaka unafanyika kwa siku mbili, ukiwa umeanza siku ya jana tarehe 1 na utatamatika leo siku ya tarehe 2, na ikiwa ni kujiandaa kuelekea kongamano la kitaifa la malezi linaitwa Tanzania Malezi Summit. ya kongamano hili linatarajiwa kufanyika katika ukumbi wa Rock City Mall hapa jijini Mwanza, na tuko hapa kuweza kufuatilia mijadala hii kwa kina kabisa. Siku ya jana ilikuwa ni taarifa ya uh, utekelezaji wa PJT MAM katika mikoa yote 26 ambayo imefanyika katika nusu mwaka. Mi naitwa Hamad Rashidi, Dr Ton Alfonsi amehusika katika picha hii. Niko na Rosi Mwanga ambaye ni afisa habari, mawasiliano na uratibu kutoka Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania UTPC. Yako mambo mengi Rosi ambayo yanajiri na leo, moja ya mada yanayovutia ni kuhusiana na hii mada ya mjadala wa mchango wa vyombo vya habari. Kwanza hebu tuambie kuhusiana na mkutano um, huu wa nusu mwaka uh, wa tathmini ya PJT mam uh, tathmini yako kwa hizi siku ya jana pamoja na leo, na utuambie umuhimu wa uh, hii mjadala ya leo hasa huu wa waandishi wa habari. Asante sana Hamadi Rashid mwandishi kinara kutoka Morogoro. Um, tumekutanika hapa kwa muda wa siku nne kwa maana ya kwamba siku tarehe ishirini na moja na tarehe mbili tuna kikao cha tathmini, tathmini ya nusu mwaka ya kuweza uh, kujadili uh, programu jumuishi ya taifa ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwamba, kwa kipindi hicho cha nusu mwaka mpaka sasa hivi uh, vitu gani ambavyo tumefanikiwa, vitu gani ambavyo uh, tunahisi vinatakiwa vinahitaji maboresho kidogo lakini pia um, ni opportunities gani ambazo tunaziona na tunaendelea kuziona zaidi. Kwa hiyo kama ambavyo nimesema, siku ya jana ndio tulikuwa na ufunguzi wa kikao hiki cha tathmini. Ah, siku ya kwanza kulikuwa na kikao hiki cha tathmini ambacho a, tulipata bahati ya kuweza kufunguliwa kikao hiki na um, Saidi na, Mtanda. Na Saidi Mtanda ambaye alimwakilisha uh, waziri uh, ofisi ya Rais Tamisemi uh, mheshimiwa uh, Nchengerwa. Kwa hiyo uh, tunashukuru sana uh, ufunguzi ulienda vizuri na uh, pamoja na hayo basi tunaendelea leo kwa siku ya pili, lakini uh, kitu kinachovutia zaidi katika hii siku ya pili uh, tutakuwa na wasilisho linalohusiana na, na uh, mchango wa vyombo vya habari kama ambavyo unafahamu uh, mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa sana katika uh, kitu chochote ambacho unaweza ukakizungumzia uh, wewe unaweza tukawa ukawa uh, ni shahidi uh, mm. Kitu unaweza ukakifanya uh, ukiwa kwako ama ukiwa uh, ukiwa katika eneo lako, lakini kama hautahusisha vyombo vya habari uh, ni dhahiri shahiri kwamba hicho kitu Watanzania ama jamii ambayo inakuzunguka haiwezi kukifahamu. Kwa hiyo sasa, uh, tunafurahia sana mchango wa vyombo vya habari, lakini uh, umekuwa ni platform kubwa sana ya kuweza kuhakikisha inapasha habari mm. Uh, maswala ya malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto, ya mtoto lakini cha kujivunia zaidi uh, katika ungwe hii mtoto kwanza awamu ya pili, mm. Tumeongeza wigo zaidi, UTPC tuna press club ambapo tunasema um ni klabu za waandishi wa habari ambazo zipo ishirini na sita Tanzania yeah. nzima sasa, ambazo kwenye uh, yeah. uh, kuna mifumo, kuna kuna mifumo thabiti ambayo imeundwa mpango yeah. yeah. uh, um, mzima programu jumuishi ya taifa ya malezi yeah. makuzi na maendeleo yeah. ya awali yeah. ya mtoto lakini pia kama yeah. uh, tunao waandishi vinara ambao wako yeah. ishirini na sita sasa hivi tumejikita zaidi uh, wao waweze kufanya vipindi vya redio kama ambavyo, yeah. unafahamu. Um, redio imekuwa ni platform nzuri na platform sahihi, lakini pia inafikia watu kwa urahisi, kwa maana kwamba haina tabaka lolote. Ukiwa kwenye gari utasikiliza redio, ukiwa um, shambani, shambani una utasikiliza redio tofauti, uh, ukilinganisha na platforms nyingine, i mean, kwa maana ya vyombo vya habari, lakini pia kama haitoshi bado Yamin, yamin, ambazo zenyewe mm, pia ziko kwenye mikoa yote 26 mm. Kwa hiyo tuna jopo uh, kubwa ambalo kwa namna na moja Oyo au nyingine linachagiza, ndio linachochea. Kwa hiyo tutegemee makubwa sana sasa, tunaelekea Tanzania Malezi mm, Summit ambayo itafanyika Rock City Mall mm. Um, na mkutano huu hu, hu, ni utangulizi wa ule mdahalo wa kitaifa pale mm. Pengine unatazamaje hilo kutaniko kubwa kabisa mm, la kitaifa ambayo litafanyika hapa hapa jijini Mwanza? Asante sana Hamadi Rashid. Kwanza niseme amini hili ni kutaniko kubwa sana ambalo litawakutanisha wazazi walezi, lakini na jamii kwa ujumla kuweza kuhakikisha kwamba tunaadhimisha mm. hii siku ya familia kama ambavyo tunafahamu kuna entities mbalimbali mbali, lakini family Mm. Ndio amini, uh, ndio so, msingi mtoto mm. ana, ana, ana, ana, anaanza kuongozwa kwenye familia. Tunaanza kuwaona viongozi wakubwa, lakini wote wale wanatoka kwenye familia. Kwa hiyo mm. sasa swala la malezi lina mchango mkubwa sana. Kwa hiyo, amini, ni maadhimisho makubwa sana ambao tunawaalika wana Mwanza, Watanzania wote mm. kuweza kuhudhuria katika uh, maadhimisho haya makubwa sana ambayo tunategemea basi makamu wa rais kuwa ndio mgeni rasmi katika shughuli yetu. Asante sana Rose. Asante. Shukran.